Nyingine tofauti na fedha ambayo inakuwa mkononi au mfukoni, napata faida ya mbolea. Hapa kwangu kuna mazao, na hata sasa nina machungwa mengi, nimeshapeleka Tarime, wanapeleka mpaka Kenya, na bado wale wateja wamejaza gari wakapeleka, na sasa wanarudi tena wiki hii. We, siku ya Jumamosi ya wiki hii wanakuja kuchukua mengine. Kwa hiyo nina machungwa, nina maembe, nina parachichi hapa shambani kwangu, na mimi eneo langu sio kubwa sana, nina eka tatu tu, lakini katika heka tatu zote mafanikio niliyopata, watoto wangu wamepata elimu stahiki. aniligundua siri ya kwamba ukifuga nguruwe sio sawa sana kufuga ng'ombe wa maziwa, na ng'ombe wa maziwa pia ninao, lakini kwa utaratibu wa kibiashara nguruwe anakupa hela nzuri zaidi kuliko kuku na kuliko Eh, ng'ombe wa maziwa unapata una, una shilingi milioni moja, moja kwa kila nguruwe kwa hiyo maana kwamba majike yana uwezo wa kukuingizia sio chini ya shilingi milioni ishirini kwa mwaka na nyama. Vipi, nguruwe ina soko? Ah, soko ni kubwa sana Wapo wateja ambao wako waziwazi wazi, wanajua wanakula, faida ninayo, kwa sababu kwa mfano kama hawa ambao sasa hivi nimesema hapa wako mia na thelathini na Hawa ninategemea lazima nikusanye milioni mia moja kwa muda mfupi wa miezi minne ijayo. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na leo ni siku nyingine pendwa ambayo imempendeza Mungu kufika mahali hapa, na leo tuko Musoma ambapo tumemtembelea mfugaji wa nguruwe na hapa tuko Majengo Farm. Katika shamba hili kuna shughuli nyingi zinafanyika, lakini specific leo tutakuja kuzungumzia kwa kina kuhusiana na nguruwe. Leo nataka nikueleze maana maana ya halisi ya ufugaji kibiashara, kwa sababu tunafahamu watu wanafuga tu. Sasa nataka nikuonyesha katika shamba hili leo, tutakuonesha maana halisi halisi ya ufugaji kibiashara, kwa sababu nguruwe tu si unapata fedha, kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavipata kupitia Uh, mradi wa nguruwe sasa, nipo na mzee wangu ambaye yeye atazungumza mengi kwa sababu ana experience ya kutosha, lakini pia shamba lake ni moja kati ya mashamba bora kabisa, na nataka tuzungumze mambo ya kina kabisa, ili kwa namna moja au nyingine uweze kupata elimu, lakini kitu kingine pia, wewe mkazi wa popote pale ulipo, kupitia shamba hili na kuahidi aisee, ukihitaji mbegu basi hapa ni mahali sahihi kabisa ambapo unaweza ukapata mbegu au nyama ya nguruwe. Twende pamoja ili uweze kujifunza na kufahamu vingi zaidi. Mimi jina langu naitwa Godfrey Ilanda Majengo, ni mfugaji wa nguruwe, nguruwe aina ya, ya kisasa. Nina Duroc, Duroc Nina PT au Pietrain, nina Landrace, nina White Lodge. Sawa, tunaposema mfugaji wa nguruwe mwingine anaweza kafikiri labda ni mfugaji, tunataka tuwape picha. Wewe, mradi wako una nguruwe, mpaka sasa nguruwe wangapi? Mradi wangu sasa hivi hapa kwenye zizi kuna nguruwe 135. Ah hiyo ni kitu ambacho ni interesting sana. Na umesema unafuga mbegu aina zote? Ndio. Sawa. Kimsingi ulianza kufuga mwaka gani na kipi ambacho kilikuwa ni msukumo mkubwa kuanza kufuga? nimeanza kufuga nguruwe mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa nilianza na nguruwe watatu dume akiwa mmoja na majike mawili na kutokea hapo walikuwa ni nguruwe wa kienyeji lakini siku zilivyoendelea nikapata habari ya nguruwe wa kisasa kwa hiyo nilileta nguruwe dume la kisasa, nikaanza kubadilisha chotara chotara. Lakini kumfikia sasa hivi nina nguruwe ambao ni wana asilimia mia moja na wa hamsini hamsini, kwa maana tumecross. Nina Duroc, nina Pietrain, nina Landres, nina White Lodge, sawa sawa. Sasa we umeanza miaka 90 huko na wengi msikuti mmeanza nao, na mimi nafahamu wengi ambao wanafanya lakini wameachia njiani. Kipi ambacho kinakufa kinakupa nguvu ya kuendelea kufanya hiki? Niligundua siri ya kwamba ukifuga nguruwe sio sawa sana kufuga ng'ombe wa maziwa, na ng'ombe wa maziwa pia ni nao, lakini kwa utaratibu wa kibiashara nguruwe anakupa hela nzuri zaidi kuliko kuku na kuliko eh, ng'ombe wa maziwa. Asante. Sasa tunataka pengine mtazamaji wetu afahamu hiyo siri ambayo uliigundua ni kitu gani hasa, ambacho mtu ili aweze kujifunza, anapotaka kuanza aweze kufanya kwa mafanikio kama wewe. Nguruwe wanazaa watoto wengi kwa mara moja, na wanazaa mara mbili kwa mwaka. Kwa hiyo kama akikuzalia tuseme labda kiwango cha chini wawe wastani wa kumi, hii ina maana kila nguruwe jike ukimpandisha kwa wakati na ukamlisha vizuri, anakupa watoto ishirini kwa mwaka na watoto ishirini ukiwatunza vizuri, baada ya miezi sita au miezi saba una, ha, una, unapata shilingi milioni moja moja kwa kila nguruwe. Kwa hiyo ina maana kwamba majike yana uwezo wa kukuingizia sio chini ya shilingi milioni ishirini kwa mwaka. Sasa, hiyo ni faida ndugu mpenzi mtazamaji. Kama wewe ni mfugaji na uko serious, unaweza ukajikuta unapata hiyo faida. Sasa hem, tu tofauti ya miaka ya zamani mokuwa mnafuga na sasa, utofauti mkubwa uko sehemu gani? Tofauti kubwa ya kufuga nguruwe wa kienyeji na wa kisasa amba, eh, wa kisasa ni kwamba ukuaji wa nguruwe wa kienyeji unachukua muda mrefu sana unasubiri karibu mwaka, unaweza ukapata kilo sabini, kilo sitini, lakini huyu akifika mwaka una uhakika wa kuwa na kilo nguruwe anakuwa na kilo mia mbili mia mbili na hamsini kwa mwaka mmoja. Sasa ukitoa kichwa ukatoa utumbo nyama yenyewe e, sio chini ya kilo mia moja themanini na mia moja na hamsini kiwango cha chini kabisa, anaweza kawa na kilo mia moja ishirini ya nyama. Na kwa upande wa sokoni. Na kwa upande wa soko sasa, kwa sababu mtu anaweza kaa na nyama vipi, nguruwe ina soko? Soko ni kubwa sana, wapo wateja ambao wako waziwazi, wanajua wanakula. Kwa hiyo uhakika wa soko kwenye nguruwe hakuna shida kabisa ha, Hakuna shida kabisa. Soko ni kubwa na hata mimi hapa najiandaa ninapuan... na, na hata mabanda mengine mapya hapa najenga ili nifuge nguruwe wasiopungua mia tano na nina uhakika kwamba nitaweza kuwauza wote. Sawa sawa. Sasa kwenye mradi kama huu mwingine anakuwa anafikiria labda ni gharama au ni nini, we ni changamoto gani ambazo unazipitia hasa kwenye mradi wako? Ndio e, malighafi ya kulisha. Mara nyingi chakula kinaweza kuwa ghali kipindi fulani, lakini pia kwa kutumia e, konseti za au vinilishe au virutubisho vya chakula kutoka kampuni ya Koudijs inaleta ina, ina raha kwa sababu nguruwe anakuwa ananenepa, alafu sio tu kunenepa kwa maana ya mafuta, anatanuka, anakuwa na hipsi, alafu mrefu mpana. E, e, yani hata ukimwangalia unajua kabisa kwamba hapa una nguruwe mwenye nyama nyingi. Kwa hiyo kipindi hujaanza kufuga, kipindi hujagundua hii siri ya kutumia concentrate za cowdies, changamoto kubwa ilikuwa ni upande wa lishe. E, ya, e, kitu kikubwa kilinifanya nishindwe kabisa kufuga kwa siku za nyuma ni kwa sababu ya lishe nilikuwa nahangaika sana kutafuta dagaa, kutafuta uduvi, kutafuta e, e, mashudu yaani yote hivyo, alafu pia fomula zilikuwa zinatu, wakati mwingine zinapanda bei. Sasa unashindwa kutimiza ile fomula inavyotakiwa utengeneze chakula kizuri, kwa hiyo ukuaji wa nguruwe ulikuwa ni wapolepole sana, kiasi kwamba unaweza ukawazira. Lakini kwa sasa ni jawabu limepatikana niko na kampuni ya Kojis naagiza chakula eh, nini vi, virutubisho nachanganya na mahindi yaliyoparazwa pamoja na pumba za mahindi eh, na pumba za mchele kwa kiwango fulani, lakini inaenda vizuri, nguruwe anakuwa kwa haraka na kwa ukubwa wa nyama au uzito wa, wa kilo. Mimi nili, niliona kwamba ni vizuri zaidi niweze kujifunza kutoka kwa wale walionitangulia kwenye kufuga. Nilienda moja kwa moja kwa wafugaji, alafu baadaye nikaenda kwa wataalamu na nilipopata hapo nikajifunza namna ya kuanza ufugaji, na ndio maana nilianza na wachache ili kusudi nisije ikapata hasara kwa mara moja, mara ya kwanza ikanivunja moyo. Kwa hiyo nilianza na nguruwe hao watatu, na ambao walinisaidia sasa kuanza kuzaa, kuzaa na kuanza kubadilisha tena na kuingia. Baadaye nikaona kwamba nguruwe wa kienyeji wananichelewesha, nikaamua sasa nitafute nguruwe wa kisasa, na hapo ndio nianza na mbegu madume kwanza ya mbegu nikaanza kubadilisha wale kufanya kuwa chotara, alafu baadaye tena nikatoa yale madume nikaleta mengine, nikaleta majike ya kisasa, na nikawa na connection na wafugaji wengine wakubwa ambao wananizidi, ambako pia nilikuwa najifunza kwao. Mimi binafsi napata maswali mengi sana, watu wanataka wapi tutapata mbegu, wapi tutapata mbegu. Wewe binafsi uliweza kuzipatia mbegu wapi au mwingine? Kwa sababu naamini kuna lazima kuna mtu ambaye anajiuliza kichwani swali kama hili. Mbegu nimepata, atapata wapi mbegu? Nilipata Dar es Salaam, madume na majike nilipata kutoka Rwanda, nikaweza kuwaweka pamoja na sasa ndio ninazalisha zile mbegu ambazo ziko mahali hapa. Kwa hiyo upo tayari pia hata kuwasaidia wafugaji ambao wanahitaji mbegu? Ndio, baadhi yao tayari wamesha kuja wamesha na wameshachukua, na baadhi yao wamechukua nguruwe ambao wana mimba na kuna wengine wamechukua watoto, lakini ni wateja ambao wananizunguka, kama nilivyokuambia, wateja wengine wengi ninao Mwanza, na sehemu mbalimbali mbali za Mwanza na Shinyanga na katika wilaya zote za mkoa wa Mara Hakuna mahali ambako bado sijaweza kuwafikishia mbegu mpya. Nashukuru sana. Sasa tufahamu, mtu anapofanya project yoyote anategemea mwishoni apate faida. Mwanzoni umegusia kwamba soko lipo, je, faida ipo kwenye ufugaji wa nguruwe? Ndiyo, faida ninayo kwa sababu, kwa mfano kama hawa ambao sasa hivi nimesema hapa wako mia na thelathini na hawa ninategemea, lazima nikusanye milioni mia moja muda mfupi wa miezi minne ijayo. We nina uhakika hiyo, kwa sababu soko ni kubwa, soko ni kubwa, liko mahali hapa Musoma na si Musoma tu na hata mji wa Mwanza na karibu miji yote hata Simiyu, eh, mkoa wa Simiyu tunauza nyama za nguruwe. Faida nyingine tofauti na fedha ambayo inakuwa mkononi au mfukoni, napata faida ya mbolea. Hapa kwangu kuna mazao na hata sasa nina machungwa. Mengi nimeshapeleka Tarime, wanapeleka mpaka Kenya na bado wale wateja wamejaza gari wakapeleka, na sasa wanarudi tena wiki hii. We, siku ya Jumamosi ya wiki hii wanakuja kuchukua mengine. Kwa hiyo nina machungwa, nina maembe, nina parachichi hapa shambani kwangu. Na mimi eneo langu sio kubwa sana, nina eka tatu tu, lakini katika eka tatu zote mafanikio niliyopata, watoto wangu wamepata elimu stahiki. Ninao watoto watano mmoja. Ah, kwa hiyo zote ni faida, ambazo zimetokana na nguruwe. Ndiyo, faida ya shamba pamoja na nguruwe. Sawa. Mimi ninapatikana katika kijiji kinaitwa Nyabange katika wilaya ya Butiama mkoa wa Mara, niko kilomita mbili tu kutoka stendi ya Msoma mjini kwa hiyo niweza kufikika na mtu yoyote anayehitaji. Kuna watu wengi wanaokuja kuhitaji elimu. Kuna watu wengi ambao pia wameanza kazi hii baada ya kuona kwamba kwa nini huyu anastawi peke yake na anaendelea vizuri zaidi kuliko wengine. Kwa hiyo ni wateja, na hata sasa hivi wakati tunaongea hapa, mwandishi, kuna watu wawili watatu hapa wanasubiri waweze kujionea mifugo yangu jinsi ilivyo. Sawa pia, unaweza ukataja namba kwa mtu ambaye anatazama, basi aweze kukopi moja kwa moja, na mi pia nitaziandika hapo chini ili uweze kuzikopi. Eh, namba zangu za simu ni moja tu ninayo ya Vodacom, nina namba 0 7 5 4 8 8 8 7 4 0 Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji, mimi nisiwe mzungumzaji mengi mengi sana. Nadhani kupitia hii video umeweza kujifunza na kufahamu vingi. Kama unataka kupata mbegu, unataka kupata elimu, lakini pia unahitaji kupata chakula, namba ya mzee wangu hapa nitaiandika na yeye, wakati wowote yuko tayari kuweza kukusaidia kuhakikisha unafikia ndoto zako, kwa sababu siku zote ni lazima tushikane mkono ili tuweze kufikia mahali. Mimi ni Mani Rubaba, sina mengi ya kuzungumza, nachokukumbusha tu tumia bidhaa za Cowdice kama unahitaji matokeo mazuri katika ufugaji wako. Asante ni gowa nzuri sana, Lubaba TV.